Kwamba mnamo tarehe ishirini na nne mwezi wa pili mwaka huu, ilikuwa ni majira ya saa tano za asubuhi huko katika kijiji cha Nyampande kata ya Nyampande wilaya ya Sengerema mwanafunzi wa kidato cha tatu shule ya sekondari Nyampande ambaye umri wake ni miaka kumi na sita ambaye jina lake tunalihifadhi kwa mujibu wa sheria huyu alibakwa na mwalimu wake ambaye mwalimu huyo anaitwa Edwin Matthew Temba, ana miaka 37, ni mwalimu wa shule ya msingi Nyampande, mkazi wa Nyampande wilaya Sengerema, na tukio hilo la kikatili la ubakaji lilifanyika wakati binti huyu ameitwa hapo kwa ajili, kwenye nyumba ya mwalimu kwa ajili ya kuangalia mchezo wa mpira wa miguu ndipo mwalimu huyo alipata fursa ya kuweza kumfanyia kitendo hicho cha kikatili kwa kumwingilia kimwili bila kuwa na dida yake ya uyeiti ya inadaiwa kuwa mwanafunzi huyo alikuwa na desturi ya kwenda kutizama televisheni nyumbani kwa Mwalimu Edwin Matthew Temba, ambapo tarehe 24 mwezi wa pili, majira ya saa 5 mwanafunzi huyo alikwenda kwa Mwalimu Edwin Matthew Temba kutizama mpira wa miguu ndipo huyo mtuhumiwa alipata nafasi ya kumbaka kwa na, na, na kumfanyia kitendo cha kikatili. Mtuhumiwa huyo amekamatwa na uchunguzi dhidi juu ya tuhuma hizo zinazomkabili unaendelea kufanyika unaendelea kufanywa na jeshi la polisi, ambapo uchunguzi ukikamilika, jalada hilo litatumwa kwa mkuu wa mashtaka wa mkoa ili naye aweze kusoma na kutupatia maelekezo. Na mtuhumiwa huyo ameshikiliwa na Jeshi la Polisi.